Wiki ya Nenda kwa usalama barabarani imeshafunguliwa rasmi tangu tarehe kumi na moja mwezi wa kumi. Sasa hivi tunafanya ukaguzi wa magari yote na pikipiki zote. Kwa hiyo leo nimeona nije niwaambie hapa. Juzi nilikuwa stendi kubwa hapa, nilikuwa sijafika niwasisitize wote narudia nasisitiza wote kuhakikisha kwamba gari yako imekaguliwa na imepata stika kwa hiyo nachokuja ilichokuja nacho kuambia ni kimoja kuhakikisha kwamba gari yako inapata stika ya mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na zile mnazo mlizokata mwaka jana zimeandikwa ishirini na nne na ishirini na tano hizo zimesha expire kwa hiyo sasa hivi hatutakuwa na stika za kubandika, tutakuwa na stika zile tunaita electronic, si ndio? kama unavyoona ratra yako ulivyo, unavyoona bima yako, ndivyo itakavyokuwa kwenye stika za mwaka huu, tunaita stickers si ndio? stika ambazo ziko kwenye mta mtandao. Wewe mwenyewe unaweza ukaingia kwenye hapo kwenye simu zenu za kubofya bofya hizo si ndio? Unaingia una, una, unafanya process zote za kujisajili tayari unatoka kwamba tarehe ya kukaguliwa nataka nikaguliwe leo, lakini kwa mimi nasisitiza kuanzia sasa hivi nikitoka hapa, kila mtu aende kwenye nini, kwa sababu haya magari ni ya abiria, lazima akaguliwe mapema. Tuko pamoja? Kwa hiyo, na hapa ulipo Veko yuko pale stendi sasa hivi leo, mmoja ameenda Ulambo, yuko pale Vodashop, Vodashop na hapa ni kama unaenda kwenye chai, si ndio? Kwa hiyo kila mmoja nataka kesho nikirudi hapa nakagua tu hiyo hajakaguliwa. Na wale ambao bado hawajafika, ujumbe huo ufike, ingia kwenye mtandao unaitwa mimis.tpf.go.tz. Ukiingia hapo, unapata maelekezo yote, unachobaki tu ni kwenda kwa Aveco na kukuthibitisha kwamba gari yako imefanya nini, imekaguliwa. Kwa hiyo itatusaidia na kupunguza foleni. Wewe unaenda pale tayari umeshakamilisha mambo yako Unaenda pale tu kupitishwa, kwamba gari yangu hii hapa, unapitishwa tayari. Beko anaiangalia mambo yamekaa sawa. Mnaijua sheria ya usalama barabarani inayokataza kwenda kujaza mafuta ukiwa na abiria kwenye vituo vya mafuta. Siku zote huwa anasema sitaki kukuvizia.